aji karibu tena kwenye ukumbi. E, mgeni wetu ambaye tulikuwa tumemsubiria Eric Ragalo ameweza kufika hapa studioni. Ni mkereketwa wa chama cha Wiper Patriotic Front. E, atatueleza aliingiaje huko na ameingia <laughs> <gini. Malake. laughs> mimi amenishangaza lakini, ndio hayo ayo, tunazungumzia miungano ya kisiasa <laughs> Eric, e, hisia zako. Tumemwona Gideon Moi ameingia katika muungano na uh, rais William Ruto. Sasa hatujui kama ni muungano rasmi ama namna gani, lakini ndugu zangu wamejaribu kufafanua hapa na kutufahamisha. Lakini nyie ambao mko katika upinzani, mnaona muungano huu ni muungano wa aina gani? Asante sana bwana Nimrod, nashukuru kwa kunialika hapa. Karibu sana. Naomba msamaha kwa kuchelewa, mtazamaji, saa zingine inaeleweka, inaeleweka sana. Gideon Moi hakuwa na lingine bali kuunga ndugu yake Ruto katika hii muungano ambayo alitengeneza majuzi na nakumbuka mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu hapo, ama elfu mbili na saba elfu mbili, ndio ndio, elfu mbili na saba tukienda elfu mbili kumi na tatu ilimbidi uh, bwana Uhuru Kenyatta kumuunga mkono uh, kumuunga mkono Kibaki. Sababu ni tatu. Sababu ya kwanza Uhuru alitaka kuchukua ushukani wa uongozi wa mlimani, uhum. na ndiposa afanye vile lazima ange, tunasema na Kisheng lazima angecheza chini uhum akuja nyuma ya Kibaki, akuwa kwa kivuli chake mm -hmm. Ndiposa akiondoka achukue ushukani, ambapo ilifanyika hivyo. Ya kwanza. Ya pili, hakutaka ionekane ni kama vijana wawili wanapingana ama wanapigana kutoka eneo moja. Katika eneo moja Uhuru angebaki na Raila, ila wakati ingekuwa ni kama Uhuru anaenda anaasi watu wao wa mlimani. Siasa, kuna mtu alisema siasa eh, ni loko na ikiwa loko, Uhuru ilibidi acheze ambayo kitu inaitwa siasa ya loko, ndiposa uh, alete ile uh, uhasama ile alikuwa nao na Kibaki juu ya baada ya kupoteza referendum ya 205 iondoke, ndio akienda 207 kwa uchaguzi wawe wako pahali pamoja. Ya jambo la tatu na la muhimu ni kwamba wakati ule ambapo yote yamefanyika na Kibaki yuaondoka, Uhuru achukue ushukani sawia. Na hii Ruto anaweza kuwa anaondoka, ndio atarudi pia. Ni ndio inalingana na vile unaona siasa. Ruto akiondoka muhula mmoja, aondoke atakuwa na nguvu za kurudi muhula wa pili, anaweza kosa ile nguvu. Nani atachukua ushukani? Wakiangalia waseme nani ana pesa za campaign, nani ako na chama ambayo already imejistablish, ime, ime ni nani nani? Moi atachukua na tutarudisha Moi pale pale, ya pili pia uh, Ruto akaenda miaka yote kumi, itabidi Gideon amsupoti miaka yote. Bado itafika mahali Ruto ataondoka, nani atachukua ushukani? Itarudia tu Moi. So Gideon anafanya siasa ya maana. Sisi tunaweza angalia o, hakuna kura anapeleka kweli, hakuna kura anaongeza, juu amerudi tu kule kule kwa watu wao, lakini kuna ile inaitwa urithi wa kisiasa, na ndio watu wengine walifanya Uh, pande ya ODM wakingoja oh, urithi urithi urithi ambayo ilianza 2007 mpaka walijaisha yo urithi, ndio Orengo alijaribu, wengine wamejaribu, so ni mambo ya urithi uh -huh. Gideon anafanya vizuri sana, angebaki pande hii angesaidia nini? Tunapiga siasa hapa <laughs> hata upinzani hangekuwa na faida, wale watu wake already uh -huh, wote wako pande ile. mm, nah. Angekuja huku hangesaidia. nah. vile Nyaga hakusaidia vile ile grupu ambayo ilikuwa inaitwa Pentagon, Pentagon. No. Lakini Pentagon ilijisukuma ikaingia kwa serikali na nani na Kibaki. Nyaga akapata kiti ya cooperative, lakini ni kura ngapi Nyaga alileta? Waona yake ilikuwa psychology, lakini hata Nyaga angeshikana na Kibaki bado the difference haingekuwa ndivyo hivyo. Asante daktari. his, uh, uh, Isak Sofia amezungumzia swala la vijana kutohusishwa katika mazungumzo au miungano kama hii. Huenda ikawa kwamba vijana wenyewe hata wakiitwa hawataki kujitokeza, kwa sababu wana fikra zao tofauti, kwamba yale madhila na dhuluma tulizoziona mwaka 2024 kabla ya 2025 bado wana makovu yale yale mpaka sasa, alivyozungumzia sasa. Huenda ikawa kwamba katika miungano hii hatutakuja kuona vijana wakihusishwa, kwa hivyo tunaona wale wale wa siasa wa jadi. Kwa hivyo inamaanisha nini kuhusu demokrasia? Najua Javas ameizungumzia, lakini inamaanisha nini kuhusu demokrasia ya Kenya, kwamba inapokuja wakati wa uchaguzi mkuu, viongozi wanaozungumzia ama wanaozungumziwa katika kuleta mabadiliko ni wale wale ambao pia vilevile vile wamekataliwa na wananchi tuchukue mfano wa Gideon Moi aliposhindwa na mwenda zake e, katika kinyang'anyiro cha useneta, ni kwa sababu wananchi walikuwa wamefika kiwango kwamba wametosheka na no uongozi wake na na hawafai tena. Hivi sasa kiongozi wa wa taifa anaona kwamba anafaa kwamba anafaa anafaa kwa manufaa ya nani sasa? Na kwa nini tunarejea pale pale? Kwani hawa viongozi wa zamani wa jadi ndio, ni ushawishi peke yake ama namna gani? Eh, Nimro, kwanza ni mzuri tuelewe siasa ya Kenya ina msingi gani. Msingi yake ya siasa si demokrasia ni kabila. Sh ya kwanza ni kabila, na ndio unaona kwamba vile mwenzangu alisema, saizi ni kwamba Gideon Moi hangekuwa na uh, uh, effect yoyote kwa uh, kuleta kura kutoka Rift Valley 2027 kwa sababu wale watu wa Rift Valley saizi wako kwa cheo, wao ndio wanaongoza nchi kwa hivyo hawataki wapoteze hiyo kiti ya kwanza kikabila yani, lazima mtu aelewe kwamba hiyo ni yao, si ya hatu, ya, hatuoni kwamba hii kiti ni ya Kenya yote. Tunaona hii kiti sasa ni ya jamii hiyo, lazima ichungwe, hata kama hupendi, wakati ikifika utaanza kuchagua. Ya pili ni pesa, na tukiongea mambo ya jamii, pia wa vijana wako huko ndani. Kwa hivyo already wa vijana wale ambao wako Rift Valley ya kwanza wao mtu yao ndio wako na kiti, kwa hivyo lazima watakuwa upande wao, wale washauriwa, ushauriwa si kapa... lazima watapigia kura huko. Ya pili pesa, siasa ya Kenya imekuwa pesa, bila pesa hakuna mahali utafika. Kwa hivyo kama siasa sio sera na ni pesa, basi Eh, huna budi ila wale ambao wametengeneza pesa hapo wa zamani ndio wanaweza kupigania hizo viti. Ndio unaona wazee tu ndio wanarudirudi, na kama hawarudi hao wenyewe wanaanza kurudisha mtoto yao, wanaleta mtoto yao kama wao wenyewe wanaona wamechoka. Usipokuwa wa Kenya hawasemangi wamechoka kwa siasa kwa wale, kuna wale mpaka wanafika miaka ambaye hata hawawezi kujitembeza, lakini bado wako kwa siasa. Lakini kuna wale ambao wangwana ambao wamejiondoa na wao pia wameleta wa vijana yao, ya tatu wa vijana hawana um, um, system ama nini, tuseme nini, hawana uongozi. Uongozi ambao inaonyesha kwamba wanaweza kupigania kiti ya siasa, wao wakiwa demonstration ama kwenda um, uh, kwenda kurusha mawe, wao wako namba, hakuna mtu ataambia hao waende wafanye hiyo kazi wakiwa wanaambiwa waende wakate kura, ndio silaha ya uh, kuchagua m, uh, mtu ni kura, hawaendi, bado wanapiga mdomo tu. Kwa hivyo hata kama watu wanasema serikali hawaangalii wa vijana ama hawahusishwi hawa, hawa kutengeneza ama kuleta um, uh, opinion yao kwa ile plan ambayo zinafanywa, shida inatoka kwao. Ya tatu ambayo saizi imeleta shida ni teknolojia ambayo inaanza kuambia wa vijana inaonyesha wa vijana vitu ambaye sio real. Unajua, utakuta mtoto anaamuka leo anaona Venezuela watu wametoka nje wamechoma ma, eh, parliament, ama wamechoma nyumba za manyumba za serikali ama magari za serikali hawajui wa, wao wanaamukia wataenda kuchoma hizo lakini hawajui hiyo wanachoma ni pesa ambayo wazazi wao wamelipa ama hao wenyewe ambayo wanafanya kazi, ile kodi ambayo wanalipishwa, hiyo ni mali yao. Zii hapo kidogo, Daktari Sophie, eh, najua bado uko pamoja nasi na nafikiri umeweza kusikia viongozi wetu. Ina maana kwamba viongozi ama vijana ndio wanamsukumo fulani lakini lao linatokea tu pale wanapochukizwa, vumbi linaposimama ama kutulia vijana wanarejea pale pale walipokuwa. Mna mshikamano wa aina gani kwenu nyie wenyewe, e, kuleta dhana tofauti kati ya viongozi ambao tunaona wanaungana? Kwa sababu nimeuliza swali hapa, inakuwaje kwamba wale wanaohusishwa katika meza ya mazungumzo au miungano ya kisiasa ni viongozi wale wale wa jadi ambao tumeona toka ni wadogo mpaka ni watu wazima? Sasa hivi, Sofia. Sofie, nafikiri sauti yako kidogo imepotea kama unataka kufungua tafadhali. Nasema. Naam. Unanisikia sasa? Eh, tunakusikia vizuri asante. Uh, kipengele cha mwisho cha swali. Swali. Tafadhali. Swali nilikuwa nauliza ni uh, vijana kwa sasa hivi hawaonekani kuwa na mchakato au msukumo wa kisiasa lao linaonekana kukerwa na uongozi e, waje wafanye maandamano, waendeleze e, semi zao za kuchukizwa na jambo fulani ambalo kiongozi anafanya, alafu vumbi linapotulia vijana pia nao wanatulia. Kwa hivyo, nikana kwamba hamwonyeshi mna mwongozo mna ari hata ya kuhusishwa katika maswala ya mazungumzo ya kisiasa, ndio posa tunaona viongozi wanaohusishwa ni wale wale wajadi na sio viongozi ambao ni nyie vijana. Kwa kweli sio hati tunakataa kujitokeza wakati ambapo tunataka kuhusishwa, lakini nchi hii iko na historia ya mazungumzo mengi, lakini baada ya mazungumzo hayo ni nini hufanyika baada ya mazungumzo? Niko na swali na, na mwenzangu Javans amezungumza kuhusu ripoti ya NADCO. Katika ripoti hiyo hiyo kulikuwa na kipengee ambacho kilisema tunapaswa kuja na tumaliza utekaji uteke nyara wa vijana, na tukuje tuweze kushika wale ambao wametekeleza utekanyaji nyara huu. Kutoka pale ambapo NADCO ilikuja ikawekwa na NADCO ikakuwa miongoni mwa zile vitu ambazo zilifanya mheshimiwa Raila Odinga na Ruto kushikana, bado vijana wanatekwa nyara bado vijana wanauliwa katika police station. Kwa hivyo, sio ati hatutaki kujitoa tuzungumze na hawa wanasiasa, ni eti tunajua siasa zao ni za uongo, siasa zao ni za kututumia sisi kama vijana. Lakini ile kitu ninataka kusema tofauti ya uchaguzi unaokuja mwaka elfu mbili na ishirini na saba na, na uchaguzi zile zingine ambazo zimefanyika Kenya ni kuwa round hii vijana tumeamua kuwa hatutatumika tena. Ni mrud namba one, tutajitoa tujiweke, ili tuweze kuchukua viti hivi vya uongozi, ili tuache kutumika, ila tukuwe katika meza zile ambazo uongozi na, na, na M mikakati ambayo inatuhusu sisi kama vijana inazungumziwa. Ni kuna swali nyingine, kwa sababu Javans pia amezungumza kuhusu e, swala la nyota na swala la, la serikali hii kufanya mambo ambayo yanahusisha vijana, lakini tunaona serikali hii ikiipa kampuni kama Global Center of Adaptation wanapewa zile vitu ambazo zinaitwa um, M misamaha ya kodi wanasamehewa, yetu ni wazungu, lakini sisi vijana wa Kenya tunatolezwa kodi za nyumba, kodi za sha kodi ambazo hazitusaidii. Hakuna pale ambapo nimesikia hii serikali inakuja inasema, vijana tumewapa msamaha wa kodi wa mwaka mmoja ama mwaka mbili, mkifungua biashara mwandike vijana wenzenu, tutawasaidia. Kwa hivyo sio ati hatutaki kujihusisha katika mazungumzo haya, ni vile ambavyo raundi hii tumeamua, tunataka njia mpya ya kufanya kisiasa na kwanza, kile ambacho tunafanya ni tunaleta nyumba yetu kwanza pamoja, tunazungumzia zile vitu ambazo zinatusumbua sisi kama wananchi na sisi kama vijana, alafu tutakuja kwa meza, na tukikuja kwa meza hatukuji peke yetu, tunakuja kama tuko na pati ili tunapozungumza katika meza hii pia sisi tuko na kile kitu ambacho kitaweza kutusaidia kubagain. Na kile ambacho ningependa kuwaambia ni hawawezi hii siasa bila vijana, kwa sababu vijana sisi ndio tuko wengi. Kwa hivyo tunawaangalia tu, tunaona zile vitu ambazo tunaona. Sofia, asante sana kwa jibu la ndio au la. Kwa hivyo mnafanya mambo yenu kwa siri, kwa sasa hivi hamtaki mwonekane, mjulikane? <laughs> munapanga na nani na nani? Jibu la ndio au la? Sophie, sijui kama umenisikia. Sophie, sijui kama unanisikia hivi sasa. Anafikiri. Nilikuwa nauliza. Sijakusikia Sophie. Eh, nilikuwa nauliza, kwa hivyo sasa hivi tunaweza kusema kwamba mikakati yenu mnaifanya kwa siri. Hamtaki kuonekana, hamtaki kujulikana mnapanga nini. Ndio. Tutazifanya kwa siri na tutatokezea ni bro. Tutajileta mbele. Sawa. Na na watatuona. Yaani, unajua mwezi mmoja kwa siasa ni kama miaka tatu kwa siasa yake. Sawa. Asante, as... Kwa hivyo bado tutatokeza na tutajitokeza kwa kivumbi na hawataamini. Tutawapeleka wote nyumbani. Endelea kutazama, usiondoke hapo ulipo. Kwa kifupi tu, eh, hisia alizonazo na vile mchango hapo. Wote tumekuwa na, na. Na. Bila shaka. Na iwapo e vijana hawataangalia vijana bado vijana pia uh, e maswala ya utawala na kujihusisha katika kukuza uchumi, basi mambo yote ambayo vuguvugu huu hii yote ipo haitachangia pakubwa. Kumbuka utawala bora ni kama kuni zilizokauka ambazo zinatoa moto mzuri bila moshi mwingi. Na, na. Moshi mwingi utokana na kuni zisizokauka. Kwa hivyo ni vizuri kwamba vijana waweze kujihusisha katika masuala ya utawala. Na, na wanapojumuishwa, kujumuishwa, ujumuisho huo uwe ni ule ambao pia wanasaidia kuchangia katika masuala ya utawala, masuala ya kupigana na rushwa, na ufisadi na masuala ya kuchangia pia kiuchumi. Na, na kutumia teknolojia katika masuala haya ya utawala. Jambo lingine ni kwamba nadhani kwamba kuna dhana potofu ambayo ni lazima tuweze kuipendua katika kichwa chake ama kuipindua, kuikashfu. Uh, demokrasia ya Kenya usuli wake sio, uh, maswala ya ukabila. Ukabila umetumika sana, lakini pia ni lazima tuweze kusema kwamba haujatuleta mahali pazuri tangu mfumo wa demokrasia wa vyama vingi. Nimrod, hata suruali uliovaa wewe haijachangiwa na kabila yako, ama koti ambayo ndugu yangu amevaa haikununuliwa na kabila lake mimi hata hapa hivi kama mtaalamu kama wakili pia sijawahi pata uh, kazi yoyote kwa sababu ya kabila. Kwa hivyo japokuwa wanasiasa wametumia masuala ya kabila kuweza kuleta watu pamoja, lakini haijajenga taifa hili, ndiposa naona kwamba uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ulikuwa uchaguzi bora ambao uliangalia vina vya masuala ya uchumi. Kusema ukweli unavyosema ni kweli, lakini saa nyingine mm. wanasiasa mm. na si wataalam, kwa sababu wataalam wamejiondoa katika maswala hayo mm. katika sisi ambao tunazungumza hapa tunatoka jamii na makabila tofauti. Si kitambo sana, kuna baadhi ya viongozi walikuwa wakisema kwamba barua za kuajiri waalimu, ikiwa wewe hutoki eneo fulani ama huungami ama huegemei eneo fulani, hutapata barua ya kazi. Sasa inaonyesha kwamba kabila fulani, ikiwa tuko katika serikali tutapata barua za kazi. Nafkiri ni maswala ambayo hatuwezi kujiondoa katika maswala hayo, ila tuweze kama kutumia nafasi hii kukashifu na kuondoa dhana kama hizo. Inastahili pia tuweze kutupa jongoo hilo Naam. na mti wake kabisa. Naam. Kwa bahati mbaya lakini utakuta kwamba wanasiasa bado wanatumia tabia ile ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu inafahamika kwamba wanapopata kura nyingi ni kutoka kwa jamii, sio kwamba zinatoka kasa. Kwa hivyo sasa wanauza sera kupitia jamii. Lakini hayo yote, nafikiri tuangazie swala hili, maanake nataka pia baadaye tuzungumzie swala la upinzani. mm -hmm. Ha, sasa tumalizie hii nafasi hii ambayo tunazungumzia miungano ya kisiasa kati ya Rais William Ruto na wengine. Je, hivi sasa ameweza kuwatia kuwapanga kama anavyosema, nafikiri mm -hmm. Kuna wakati alikuwa akisema kwamba mimi najipanga, waambieni wale wengine wajipange, kwa sababu najipanga. Hivi sasa ashapanga wanasiasa fulani, ashampanga Raila pale alipoketi ametulia. mm -hmm. Ashampanga Gideon Moi kwa sasa hivi analenga bila shaka kupanga viongozi wengine wa kisiasa. Hii ina maana gani katika demokrasia ya kitaifa? Kwani taifa halistahili kuwa na upinzani? Linastahili kabisa taifa ambalo likiwa na upinzani haliendi njia sawa, kwamba lazima wote waingie serikalini? Mm. unajua Nimrod, <coughs> kama kiongozi usipokuwa na ruwaza ambayo wewe mwenyewe unaifuata, <coughs> basi utashawishika kwenda kwingine. Mm. na ukiangalia mheshimiwa Rais William Ruto yeye anatekeleza uh, ruwaza yake na manifesto yake ya Kenya kwanza na pale ambapo viongozi wengine ambao pengine wanaweza kuamba, kuona kwamba manifesto zao ama ruwaza yao huenda inaambatana na maswala na malengo ya rais basi hawana ugumu wa kujiunga. Na jambo lingine ni kwamba anapotekeleza manifesto yake yeye, nikidhani kwamba pia katika ule msukumo wa uwiano, sidhani kwamba ni jambo baya katika taifa hili, lakini kile ambacho ni astahili, tuseme kwamba uwiano ambao haustahili ule ambao kakangu hapa anajihusisha nayo wakusema kwamba sisi kama mandugu ambao anaita <laughs> kwamba sasa, je, wale ambao hawako katika nyumba hiyo, je, nafasi yao katika demokrasia katika taifa ni ipiocanmliah <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uhakika gani nyie katika wip kwamba pengine Kalonzo Msioka hafanyi mashauri sasa hivi ya siri na Rais wliamrto uh, Manake, amemaunafikiri juzi, nafikiri juzi ya majana kwamba Kato kamwe hawezi kufanya kazi a, na Rais William Ruto. Lakini tunawafahamu wanasiasa. Raila alisema Kato kamwe kamwe hawezi kushikana na wale na walisema, wakiwa wengi grup yote. Mwenye amebaki sasa nje ni Kalonzo peke yake, na kwa sasa siwezi msemea kama anafanya uhusiano ama afanye uhusiano, hiyo siwezi jua, lakini mahali tuko sisi tunataka kuchukua uongozi. Na dadangu amesema vizuri sana ya kwamba wanajipanga, watakuja moto. Wajua ndugu yangu, tangu tuanzishe Kenya hii e, tujipatie uhuru a, serikali ya Kenyatta ilikuwa na vijana kumi na mbili. Serikali ya, oh, Kibaki, ya, ya, kiba, ya Moi ilikuwa na vijana kadhaa katika serikalini. Serikali ya Kibaki ilikuwa na vijana kumi. Serikali ya Uhuru ilikuwa na vijana kumi na mbili. Serikali ya Ruto iko na vijana wawili <laughs> Mureithi Eric, na fikirini, fikirini ana miaka 30. Mureithi ameingia na miaka 32. Ukiangalia hizo serikali zote, hii ndio serikali iko na vijana wachache zaidi. Na serikali ile ya, ya, ya Kenyatta ilikuwa na vijana wadogo kiasi kwamba miaka uh, ishirini na sita mwenye alikuwa anaitwa Matiba alikuwa kwa serikali na miaka ishirini na sita Mboya alikuwa kwa serikali na miaka thelathini na mbili Sahi niambie, mtu wa miaka ishirini na sita yuko kwa serikali? Mbona hivyo vijana wa kiteta? mimi nimepitisha 30 nime, niko katika 40 na lakini, vijana wakiteta na wahisi, sababu hata mi nimeketi hapa bado sijazeeka. Mbona siko ndani ya serikali? Mbona siko ndani ya serikali? Ni nini? Sina makaratasi? ninayo kazi, nimeomba na hata kazi nikiomba, mbona siwezipata kazi? Juu sijuani na baba nani sijuani na mzee fulani? Hizi zote ni kazi za kujulikana lakini mbona wengine wasipate kazi na mbona kwa serikali ya Ruto iwe vijana wawili pekee? hao wengine mbona wasipewe kazi Asa. muungano huu wa pande ile ni muungano wa kustabilize ama kufanya jamaa fulani amalize ushukani wake? Aha. sisi tunataka kuleta muungano wa vijana na huu muungano wa vijana vijana, waseme ati kwamba hawataki kuungana na wengine, sababu gani? Wakati Jaramogi alikuwa mzee wa miaka 87 na kitu, Mwita alikuwa mtoto mdogo wa miaka 30 na kitu, alikuwa anafanya na Jaramogi. Imanyara alikuwa mtoto mdogo, alikuwa na Jaramogi. Bamarizwa kutoka Kosa alikuwa mtoto mdogo, alikuwa na Jaramogi, alikuwa anafanya nini? Anaonyesha barabara. So vijana wasiseme hawezi kuungana na wazee. Hapana, mimi nitafanya kazi na hawa wazee, sababu ukikaa kando ya babako uko na hakika ya kurithi mambo fulani kutoka Marifa kwa mzee. Ukisema unataka kukaa kivyako, basi hawa watapotoka. Asante ah. Dkta Isa, tunakuja kwako, utaanza wewe. Wacha tuende mapumzikoni kidogo, takaporejea pia tusikize kauli za wananchi kutoka sehemu za Samburu, Machakos na kwengineko. Siende mbali, unatazama Ukumbi.